Yaani, Pasta Alex, leo nimeenjoy sana uwepo wako hapa nyumbani. Kwa kweli kabla haujaja nilikuwa nimeboeka sana. Mimi pia kipenzi changu, hebu njoo kwanza nikukumbatie kidogo, maana najua mume wako huwa hakukumbatii kabisa. Yaani yule kwa jinsi ninavyomuona, anaonekana hana mahaba kabisa na wewe He he, ulijuaje? Yaani yupo yupo tu kama hana hili wala lile. Ehe, nikuandalie chakula gani kipenzi? Niandalie chakula chochote unachokipenda. Sawa, ngoja nikakupikie. Hebu ngoja kwanza tumalizie mambo yetu kabla hujaenda kuandaa hicho chakula. Sawa mpenzi. Ni nani huyu anafungua mlango saa hizi? labda atakuwa mme wako. Hapana, mume wangu huwa anarudigi jioni. Sasa huyo ni nani, pasta? Hebu tukae vizuri tusije tukagundulika. Au ngoja nijifanye nilikuwa nakuombea. Simama. Sasa Baba, nakuomba angalia haja ya mama huyu, bariki familia yake, mume wake mpe watoto. Baba, angalia hata safari zake na mme wake wakinge na ajali zote. Mm, ngoja na mimi nikae niombewe. Baba tazama, na mme wake amekaa ili aombewe. Familia hii uibariki, ilinde na ajali zote, wape watoto baba, watoto wajae kila kona kwenye nyumba hii, wajae chumbani, sebleni, jikoni na hata nje baba, wape riziki za kila siku, o shakara bababa shakara baba baba baba, amen amen. Haya, mimi nimemaliza vijana wangu, Mungu ameshasikia maombi yenu na atawabariki siku zote. Amina. Pastor Aleksi, asante sana. Karibu sana mchungaji. Habari za siku? Nzuri sana. Habari za kazi? Salama kabisa. Karibu ukae. Vipi mume wangu, mbona leo umewahi kurudi hivyo? A, Mungu alinionyesha tu kuwa leo natakiwa kuwahi kurudi nyumbani. Yaani nilipata tu msukumo moyoni kuwa natakiwa kuwahi kurudi nyumbani, ndiyo maana nimerudi mapema. Mungu yuko pamoja na wewe, aliona kabisa kuwa haya maombi hayapaswi kukupita. Haya sasa, mimi nataka kuondoka, maana nina waumini wengine wa kuwatembelea. unakujaga hapa mara kwa mara eh? E, ndiyo huwa nakuja hapa mara kwa mara yaani huwa anakuja hapa karibia kila siku, maana mke wako huwa anataka kufanyiwa maombi binafsi. Mm, Mchungaji nini, lazima mme wako ajue kuwa kila siku mke wake unaomba na unatamani kupata mtoto. Haya jamani, mimi naomba niwaache, kwaherini. Ah, mchungaji, mbona ghafla hivyo? Ngoja tukupe soda au juisi, si ndio uondoke. Tafadhali Mke wangu hebu mpikie mchungaji chakula kizuri, maana kazi anayoifanya ya kukuombea kila siku siyo kazi ndogo. Hapana mume wangu, pasta amefunga. Ee, ni kweli, nimefunga. Asante sana kwa ukarimu wako bwana Steve. Basi kama umefunga, naomba unipe dakika tano tu tukae tuzungumze, maana kuna jambo Mungu amenitendea leo, ningependa kuwashirikisha. Mimi naona ungeniruhusu tu nikaenda maana nikiendelea kukaa hapa nitachelewa kuwahudumia waumini wengine, kijana wangu. Lakini na mimi ni muumini wako mchungaji, basi naomba dakika mbili tafadhali. Sawa basi, acha nikae hizo dakika mbili tafadhali. Naomba muangalie pale kwenye TV. Hey, ui, kumbe mume wangu alikuwa anaona kila tunachokifanya. Oho, kivumbi leo hivi. Haya ndo maombi ambayo huwa mnafanya kila siku? Nawauliza nyinyi, haya ndo maombi mliokuwa mnafanya? Yaani mnafanya uasherati ndani ya nyumba yangu! Hapana, sio hivyo kijana wangu, sio hivyo. Ila ni nini? Mume wangu, naomba utusamehe tafadhali Nyamaza tena wewe, nyamaza kimya, zamu yako inakuja, tulia hapo hapo. Hivi wewe mchungaji, unajua ni kwa nini nilikuuliza kuwa huwa unakuja hapa nyumbani kwangu mara ngapi? Hapana, sijui. Nilikuuliza kwa sababu nilikuwa naona huu upuuzi wenu mnaofanya kila ukija. Kwa taarifa yenu, humu ndani kuna CCTV kamera kila mahali, hadi jikoni. Mungu wangu, tumekwisha sasa wewe ni mchungaji au malaya unayetembea na wake za watu huko kanisani? Hapana, mimi sijatembea na mwanamke mwingine, ni huyu tu. Unauhakika ni huyu tu au ni kuonyesha video zako nyingine zinazokuonyesha ukiwa na waumini wengine na wengine tena? Jamani pasta, si ulisema ni mimi tu? Jamani! Eh, mimi nina zaidi ya miezi mitatu nawaangalia tu mnayoyafanya, lakini nikawaambia na waumini wengine kwa hiyo na wao wakategesha kamera kwenye nyumba zao. Yaani video zako ziko kama mia hapa kwenye simu yangu. He, nimekwisha mimi, nitapata wapi tena sadaka jamani! Na wewe cha usiku, hivi una matatizo gani wewe mwanamke? We mchungaji kimbia, lakini nitakupata tu, ngoja nimalizane na huyu mwanamke kwanza. Hivi cha usiku, kuna kitu ulishawahi kuniomba nikakunyima? Hapana mume wangu. Sasa kilichokufanya ufanye huu ujinga uliofanya ni kipi? Hapana mume wangu, ni shetani tu alinipitia. Nahisi mchungaji kuna kitu alinifanyia kuondoa ufahamu wangu, nisingeweza kufanya niliyofanya kama ningekuwa na akili zangu timamu. Kwa hiyo sasa hivi akili zako zimerudi? Ndio mume wangu, sasa hivi najitambua. Aha, sasa kwa kuwa unajitambua, naamini utakuwa unaitambua hata njia ya kwenda kwenu. Haya, toka kwangu.